Hello. Hey, Michael. Salama sana. Hey, pole sana tunakusumbua na simu asubuhi, ndugu yangu, eh? mm -hmm. Hey, sasa mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. mm -hmm. Kuna huyu ndugu yako mdogo ndiye ametutumia ujumbe wa Radio Jambo, anasema kuna kitu imekuwa ikimsumbua roho kwa sababu mm -hmm. alikuongelesha vibaya wakati aliingilia shamba lako na anasema hiyo kitu imekuwa kimsumbua kwa sababu licha ya vile alikuongelesha vibaya, wewe au jai mfanyia mabaya yote, hujaimuongelesha vibaya, na hata hauna kinyonga na yeye eh, umekuwa kimshughulikia. Kwa hivyo anasema ana feel guilty, alikuwa anataka tu kukuomba msamaha kwa vile alikuongelesha vibaya hmm. Eh, ni huyu ndugu yako ambaye anaitwa Davis Kumtai Hai. Eh, yuko hapa kwa line Davis. Yes, Gidi. Uh, omba ndugu yako msamaha tusikie. Yes, bro Mike. Yes, man. Hello bro. Habari ya leo? Yes, eh, yes, salama za. Eh, habari ya leo? Salama za. Bro. Eh, mm. Tuko tuko wazima. Sasa mimi nilikuwa yes, nakuomba msamaha hiyo mm. Kuna wakati venye tulikuwa hivo hapa kwa hao, kashamba hivo na mi nikawa na hasira nikakutuzi hivo na ikawa hivo, but sasa mi nikafikia mahali hiyo ki, eh, ki, ki, ki, ki, kiti nanisumbwanga tu but sitaona uki eh ndio ukininyamazia ama ukifanya kitu kibaya, but saa ona, time kitu yote ikiwa huko nyumbani we ndio unafanya sasa. Hiyo wakati venye ilikuwa hivo, ndiyo nikakuita sasa, we ndiyo papa. So hiyo kiti inaniumizanga roho. Nilikuwa tu nakuomba tu, wakenya wote, sitai kufanya tena kitu kama hiyo na hayo maneno, mimi ni mtu mzima na, na ninaelewa kila kitu. Kwa hivyo mimi sina kinyonga yoyote, ama siwezi kuwashikia mimi kitu kikubwa kwa roho yangu hmm. Sababu mimi niko kama mzazi hmm. Na ninyi ni watoto kwangu hmm. Kati ya vijana wote ni mimi ndio vijana mkubwa. Mm -hmm. Na tuko vichana sita. mm -hmm. na minyi ni watoto. mm -hmm. Sasa si mimi niko tu kama musasi, kwa hivyo hakuna, acha niseme, pengine umenikosea, nikushikie kinyonga mm hiyo -hmm. pia hainisaidii sababu, mm -hmm. mimi katiko inaniambiaye kwamba, mm -hmm. msamea hatui wako wakomaa sabini, kwa hivyo wakati tulikuwa tunakombana itiari, mkikombana mutu ameisha kuwa hatui mm -hmm. chochote utakachokuwa unamfanyia kile kibaya